Mheshimiwa mgombea, Shinyanga ni wakulima wakubwa wa pamba, tumbaku, mpunga, mbaazi, dengu, choroko. Na huku kwetu Usukumani, Mheshimiwa mgombea na wananchi wote wa Usukumani wanafahamu. Dengu, choroko, mbaazi ni mazao ya mama kuhudumia familia. Pamba, ng'ombe na mazao mengine, mwamuzi mkuu ni baba kwenye kaya. Na mwenyekiti anacheka kwa sababu ndio utamaduni ulioko hata kule kwake Kahama. Tumbaku ni ya kwake, mbaazi, dengu na choroko ni ya mama nyumbani. Umeingia madarakani, mazao haya hayana soko, hayana thamani. Kwa mwaka huu, mkoa wa Shinyanga tumeuza choroko ambazo fedha walizopokea wakulima wadogo, kina mama wa mkoa huu. Na kwa kuwa shireku ilikuwa na matatizo, ulitupa maelekezo ya kurasimisha ma wafanyabiashara wadogo wasiokuwa rasmi, wakashirikiana na ushirika. Dengu iliyouza ni zaidi ya shilingi bilioni 6 na milioni 695, lakini choroko iliyouzwa ni zaidi ya bilioni 6.6 dengu bilioni 24. Hiki kilikuwa ni kipato ambacho hakiko rasmi katika mkoa huu. Hizi ni fedha ambazo zimeenda kwenye kaya za wakulima na kina mama katika majumba yao. Lakini mheshimiwa, mheshimiwa mgombea, mkoa huu zao la pamba lilikufa. Umeingia madarakani uzalishaji wa pamba katika mkoa wa Shinyanga ni tani elfu kumi tu na hazina soko. Ukaanza kutoa ruzuku na mwaka huu wakulima wa pamba katika mikoa yote, na mratibu wa kampeni wa kanda hii ni mhamasishaji wa zao la pamba, mzee Mwandri, ndiye anawafundisha namna ya kupanda. Umetoa fedha shilingi bilioni ishirini kuwapa wakulima wa mkoa wa Shinyanga kama ruzuku kwa ajili ya zao la pamba. Umewapa mbegu bure. Umewapa madawa bure. Umewapa mabomba ya kupulizia bure. Umeajiri maafisa ugani kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kata zao. Na shahidi mmoja ni mneki wa mkoa huu Ndugu Gaki. Mwaka jana Wilaya ya Kishapu kata alizopewa kwa mfumo wa, wa contract farming kata tatu tu zimempa pamba ya kuendesha kiwanda chake mwaka mzima. Kwa sababu ulitoa ruzuku kwa hawa wananchi, uzalishaji umetoka tani elfu kumi mpaka tani elfu 34 ambazo zimeuzwa mwaka huu. Mheshimiwa mgombea utaenda Kahama ya Tumbaku na mengine tutaongea Kahama.